Tunakuletea habari kemkem, tunakuletea matangazo mbashara, karibu tangaza nasi, matangazo mbalimbali mbali ya kibiashara, karibu. Ya maendeleo ya kutosha sana, ameonesha utofauti kwa awamu nyingine ambazo zimepita. Serikali ya awamu ya sita imefanya kazi kubwa sana, lakini ukija ndani ya wilaya Kyerwa, sidhani kama kuna kiziwi hapa wakati anaongea mwakilisho. Mheshimiwa mbunge ameeleza tena kwa data halisi, akasema iko miradi mingi ya kimaendeleo iliyofanyika ndani ya wilaya yake. Ndugu zangu wa ni TK Movement, tutakuwa ni wenda wazimu, tutakuwa ni watu wa ajabu, tutakuwa ni watu wa kutafakarisha tutakuwa ni watu wa kufikirisha, tutakuwa ni watu wa kushangaza hata kwenye familia zetu, tukisimama hadharani tukasema hatujaziona kazi alizozifanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tutakuwa ni watu wa ajabu tusipomuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu ni wana TK Movement wilaya ya Kyerwa baada ya uzinduzi wa kitaifa kama ambavyo ameeleza mratibu msaidizi wa mkoa, ambao uzinduzi huo ulihudhuriwa na viongozi wengi wa serikali pamoja na chama. Tulikuwa naye mgeni rasmi ambaye alikuwa kipindi hicho waziri wa ofisi ya waziri mkuu, vijana, ajira na watu wenye ulemavu, mheshimiwa Dkt. Tindejembe ambaye sasa hivi ameshahamishwa mzaa. Tulikuwa pamoja naye waziri wa kilimo, mheshimiwa Hussein Bashe. Tulikuwa pamoja naye waziri wa maadini ni mabunge tulikuwa pamoja naye, naibu spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania tulikuwa pamoja naye, mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa chama cha mapinduzi taifa, taifa, Komedi Mohamedi Ali kawaida. Tulikuwa na wawakilishi wengine wa vyama vingine vya siasa, lakini tulipokuja ndani ya mkoa wetu wa Kagera mnamo mwezi wa nane mwaka jana ishirini na nne mwenyekiti wa kamati na ulinzi na usalama mkoa wa Kagera ambaye ni mkuu wetu wa mkoa mama yetu Hajia Fatuma Mwasa alizindua rasmi TK Movement ndani ya mkoa wa Kagera. Na baada ya uzinduzi huu, uzindu ya uzinduzi huo akaagiza tufanye uzinduzi ndani ya wilaya zote za mkoa wa Kagera. Wilaya ya kwanza iliyotangulia kufanya uzinduzi ni Bukoba DC. Nimpongeze katibu wangu wa mkoa wa kipindi hicho, ulikuwa mratibu wa wilaya ya Bukoba DC. Hongera sana. Na Kyerwa leo hii imekuwa ni wilaya ya pili, pongezi kubwa ziwafikieni. Mmeifanya kazi kubwa sana. Kaka Alfani popote ulipo, naomba usimame. Alfani amesha simama kaka. Bahati ulipo simama, Bahati naomba usimame, Bahati madam saizi mwaname simama, ataaotuja kuwa mwanaume yani ni mwanamki wa tofauti sana, uko vizuri kaka yangu chuma. Naomba simame chuma, kaka mtafam, kaka Jafari afar. Kuna kaka moja Alikuwa ni mratibu wa kwanza wa TK Movement Kero kabla ya mabadiliko mengine, ila kwa sasa tayari ana majukumu ya kichama. Anaitwa Flavius Kabarira, mm. Watu hawa mm, naomba muungane na mimi tuwapigieni makofi. Yes, makofi jamani kwa viongozi wetu. Kama kuna watu wamevumilia ni hawa watu. Ongereni sana. Na kwa bahati mbaya nalisema kwa kote na kwa ujasiri. Hakuna kiongozi mngumu sana kama mratibu wenu mkoa. Nikupongeze alofanya. Na niwapongeze wasaidizi wako. Nafikiri salamu zangu umewapatia si ndio? E, yaani kwenye kazi sina cha msalia mtu. Kwenye kazi sina urafiki sina uongo. Hongera msalifu. Kama ambavyo unaona tukio hili limefanyika ndani ya ukumbi wa Fashion Hotel. Unaweza kuendelea kutazama na kusikiliza kile ambacho kinaendelea katika uzinduzi huu wa TK Movement hapa.